Leo tunaenda kuzama katika hazina ya hekima ya kifedha kutoka kitabu maarufu The Richest Man in Babylon. Je, unatamani kujua siri za kufikia utajiri? Basi endelea kuwa nami. Sura ya sita ya kitabu hiki inatuletea mafundisho kutoka kwa Arkad, mtu tajiri zaidi kuwahi kutokea Babeli. Ni kanuni saba rahisi lakini zenye nguvu ambazo zikifuatwa zinaweza kubadilisha maisha yako ya kifedha milele. Tukutane baada ya intro fupi. Tuanze na kanuni ya kwanza: anza kujilipa mwenyewe. Hii inamaanisha nini? Kabla hata hujatumia senti moja, weka kando angalau asilimia kumi ya kila unachoingiza. Hii ni malipo yako mwenyewe na haipaswi kuguswa. Fikiria ni kama kujilipia kodi ya utajiri wako wa baadaye. Kanuni ya pili ni dhibiti matumizi yako. Mara nyingi, kadiri tunavyoanza kupata pesa nyingi, ndivyo matumizi yetu yanavyoongezeka. Arkad anatushauri kupanga bajeti, kutofautisha kati ya matakwa na mahitaji. Je, unajua ni wapi pesa zako zinakwenda? Jua hilo na uweke mipaka. Kanuni ya tatu, lipia madeni yako haraka. Deni ni kama nanga inayoshikilia meli yako isisonge mbele. Anza na madeni yenye riba kubwa. Kila deni unalolipa unajiweka huru zaidi kifedha, na unajipa fursa ya kuweka akiba na kuwekeza. Kanuni ya nne Kuza utajiri wako. Haifai tu kuweka akiba, lazima pesa zako zikufanyie kazi. Tafuta fursa za uwekezaji zenye faida, lakini kumbuka, jifunze kwanza na usiwahi kuwekeza katika kitu usichokielewa au usichokiamini kikamilifu. Hii ndio roho ya PesaVibe. Kanuni ya tano: linda utajiri wako kutoka hasara. Usiharakishe kuwekeza katika miradi inayokuahidi utajiri wa haraka mara nyingi hizo ni mitego. Tafuta ushauri kutoka kwa wataalamu. Ni bora kupata faida kidogo lakini uhakika, kuliko kupoteza kila kitu kwa tamaa. Kanuni ya sita, ni ongeza uwezo wako wa kupata pesa. Hii inamaanisha kujifunza na kuboresha ujuzi wako. Kadiri unavyojua zaidi na kuwa na ujuzi maalum, ndivyo fursa zako za kupata kipato kikubwa zinavyoongezeka. Usiache kujifunza. Duniani kote maarifa ndio nguvu mpya. Na mwisho, fanya kazi kwa bidii na kwa akili. Hakuna njia ya mkato ya utajiri wa kudumu. Bidii, kujitolea na uvumilivu ndio nguzo muhimu. Fanya kazi yako kwa moyo wote, toa thamani kwa wengine na matokeo yatafuata. Hizo hapo ni kanuni saba za utajiri kutoka kwa Arkad, mtu tajiri zaidi Babeli. Zinaonekana rahisi, sivyo? Lakini nguvu zake ziko katika kuzitumia kila siku. Anza leo, anza kujilipa mwenyewe, dhibiti matumizi yako, lipa madeni yako, kuza na linda utajiri wako, ongeza ujuzi wako na fanya kazi kwa bidii. Tumejifunza mengi leo kwenye Pesa Vibe. Tukumbuke, utajiri si bahati nasibu, bali ni matokeo ya kufuata kanuni sahihi. Je, ni kanuni gani imekugusa zaidi? Tuachie maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe kwenye Pesa Vibe kwa maudhui zaidi ya kifedha yanayokueninisha na kukuwezesha.